Sisi huku tunapeana pole, wenzetu wako bize kwa sababu wanalipwa kutokana na fujo hii. Wako bize kuuliza wamekufa wangapi, wanahesabu, wanalipwa kutokana na kutokana na madhara hayo. Wanafanyia biashara maisha ya Watanzania, kwamba wakiwa wamekufa wengi ndio ndio wao wapate fedha nyingi. Ndio maana wanalipuka tu, wamekufa elfu kumi, wamekufa elfu u, Ulikuwepo? ulikuwepo wewe? Haukuwepo. Unachukua una, una picha za Dafuru unaziweka Tanzania. Unajua Watanzania, mimi niwaambieni, haya mambo yanayohusu watu kupoteza mtu ni mambo sensitive, ni mambo yanayouma. Halafu watu kila siku anatuambia elfu kumi, elfu kumi. Mweshimuwa Rais Kaunda tume kama kuna mtu hajapata mtu wake ata, ata, atasema pale ili ijulikane. We unasema tu elfu kumi hivi unajua elfu kumi we, wengine si tuliokulia sekenge pale? Basi tula watu sitini likianguka tena watu hawajafa wote wakapatikana, majeraha damu ile inamaliza miezi miwili ndege waangani wale wanao wanaonusaga harufu wanatapakaa pote, alafu Dar es Salaam watu wape el, wa, wafe elfu kumi ndani ya siku tano, pawe pawe peupe tu. Unajua, unaweza kuficha mili, uwezi kuficha msiba. Nini wanatafuta namna ya kuwatengenezea watanzania chuki chuki chuki chuki na ndiyo maana serikali imeendelea kutoa rai ili hawa tuwakomeshe. Kataeni yale wanaowaelekeza. Ndiyo maana siku ile akakamatwa mtu anaingia na mabomu, anatokea taifa jirani pale, ana mabomu yale ya kivita. Alivyoulizwa kwa nini unaingia na mabomu, anasema tumesikia Tanzania sasa hivi hali ya usalama sio nzuri, nzuri kwao nimeenda kujilinda. Ni utamaduni wa mtanzania gani wa kwenda kujilinda na mabomu? maana yake nini? kama ungetokea mkusanyiko wangewafyatulia watu mabomu yale, na ninyi watanzania wote mngesema ni polisi, kwa sababu wanatafuta mgombane na polisi wenu, wanachonganisha kila eneo, wanatafuta kila eneo linaloweza kuudhi watu ambao vyama vingine hapa hata hata, hata hata fedha ya kujenga ofisi hawakuwa nayo. Sasa hivi wanaishi hoteli za kitalii mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita kama hawajaahidi kama chama chao hakijaahidi kwamba sisi sisi mkitufanikishia tutalipa hii gharama hii kwa kuwapatieni uranium. Wamewahidi nini? Wengine msiofuatilia mnadhani wanadai mabadiliko. Mabadiliko walipendekeza wali, wali wenyewe ninyi. Kwa wale ambao wamesahau, mini wakumbushe Rais Samia wakati anapokea madaraka, kiongozi mkuu wa kambi ya upinzani alikuwa gerezani, akamtoa kwenye majadiliano walijadili kuhusu mabadiliko yanayotakiwa kufanyika, yanahusiana na mambo ya uchaguzi. Badiliko la kwanza walisema hakutakuwepo na mtu kuitwa kupita bila kupingwa, ile alikutoka CCM, likafanyika. Walisema wakurugenzi wasisimamie uchaguzi, likafanyika. Uchaguzi uliopita wakurugenzi hawakusimamia uchaguzi. Wakasema vyama vyote kiwe kidogo au kikubwa, kikiwa na mgombea urais kita- kitapewa magari kusaidia mambo ya kampeni. Walipewa magari mgombea urais na mgombea mwenza, vyama vyote vilivyoshiriki. Hili yalikutoka CCM, sheria ya tume huru ya uchaguzi, ila ambayo imeelezea na mambo mengine mengi yakiwemo na ya kusaini matamko yale ya kushiriki uchaguzi na mengine yote yale, walipendekeza yakafanyika, yamemaliza kufanyika yale. Kama unavyojua mtu ambaye hajajiandaa na safari mkitaka kuanza safari anakuambia viatu vizito, ukimwambia vua, atasema chini pamoto. Wakaanza hili la kwamba hatuendi kwenye uchaguzi, nini, visingizio vya kusikiliza mabwana zao, wamewatuma nini? Sasa mimi niwaambieni, wale wanaomezea mate uranium Watameza mate mpaka na ulimi. Hii nchi haitaongozwa kwa rimoti.